Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti, ambapo tunaendelea na mdahalo wetu wa maridhiano ya kitaifa. Je, tunaweza kusonga mbele ilhali hatusemezani kwa ukweli, ikiwa hakuna haki, ikiwa hakuna usawa na haswa ikiwa hakuna uwajibikaji? Na Danvers wengi wametaja NCIC, nashukuru kwamba kwa uko hapa ndo mm -hmm. wasikize wakenya wenyewe wakisema hisia zao mm -hmm, kuhusiana na matarajio yao kwa taasisi za serikali na tume kama NCIC. Je, uh, ni vipi ambavyo tunaweza kuhakikisha uwajibikaji? Wengi wamesema ukweli. Kabla nikubaliana na yale lilosema watu nirekebishe, ni mwananchi ni fulani alisema kwamba hatujepeleka kesi yote mahaka, kwa wakenya kwanza, kesi inapeleka kwa mahakama. mm -hmm, na tangu tume iundwe Eh, mnamo mwaka wa elfu mbili na nane tuna takriban kesi mia nne thamanini na tatu mpaka sasa hivi ambapo tupeleka mahakama, mmepeleka mahakama ni, lakini ni ngapi ambazo zimeishia kwa mtu kufungwa ama, ama kupatiwa adhabu. Kwa sababu katika sheria ya Kenya, katiba ya Kenya mm -hmm. kazi yetu si kustaki watu so, mm -hmm. tunapeleleza tunapatia faili kwa DPP Wow, tume wao ndio watapeleka mashtaka kwa mahakama hii ni sheria tu watu tumejipea kama wananchi lazima mm -hmm. pia sisi kama tuwe tuzingatie sheria ya Kenya unaona so e, kesi 483 si kesi kidogo mm -hmm. na pia usisahau kwamba katika nchi yetu ya Kenya kesi huchukua miaka tano, sita, saba, kabla e, uamuzi ufikiwe katika mahakama yetu ya Kenya mm -hmm. lakini ningependa kusema hivi kwamba Uh, wamesema kwamba eh, atufanye kazi. Kazi yetu ni kupewa mshahara na kuweka ofisi na wako na, na, na ukweli, kwa sababu katika bajeti eh, taasisi yote ya serikali ama serikali unapewa bajeti ya kufanya kazi, unalipwa mshahara ya kufanya kazi. Usipopewa bajeti ama pesa ya kufanya kazi, je, utafanya kazi aje? Unaona, unasema tuseme ukweli hapa mm -hmm. ndio wanasema ukweli Mbona watuwajibiki kufanya kazi yote ambayo inafaa tufanya, kwa sababu ukiangalia bajeti yetu, bajeti unapewa ndio ya mshahara inaitwa kwa, kwa, kwa, kwa kimombo non-discretionary, ile lazima upewe ya kulipa rent ya kulipa mshahara, lakini ile ya kufanya kazi yako kutekeleza wajibu wako hampewi, kwa hivyo ni gumu sana, lakini mwaka, mwaka, mwaka wa, wa, wa 2022 ambao kulikuwa na, na, na, na, chaguzi, uchaguzi tulipewa pesa na tukafanya kazi yetu, na tukasikika, na tulikuwa mashinani, tulikuwa kila pahali kwa sababu pesa ilikuwa, na tukafanya kazi. Kwa hiyo mm-hmm. tukipewa pesa kazi tutafanya. Kwa hivyo pia e, kwa swali lako wajibika, e, katika, e, katika katiba yetu na sheria zetu za Kenya e, mambo ya pesa, masuala ya pesa ni kazi ya bunge. Kwa hiyo mm-hmm. bunge, lazima pia tupatie uwezo wa kufanya kazi na pia tuko na amendment katika bunge saa hii ambapo inapatia uwezo na nguvu ya kutekeleza wajibu wetu mm -hmm. Kwa sababu utasema tutalazimwa kufanya kazi. Aya, ukifanya mm -hmm. kazi utasema ni extrajudicial, tunafanya extrajudicial eh, so, ikiwa ni both ways, hiyo si yetu, so, lazima pia tuwe, tuwe eh, kama tulitungwa eh, na sheria ya Kenya, lazima pia tupewe uwezo na hiyo jukumu ya kutekeleza kazi yetu, alafu sasa ndio wakenya ata tuliapatia pesa, je, umefanya nini? Hiyo si sawa, ambao ujawapatia uwezo wa kutekeleza kazi ama jukumu ambayo ni yao. mm -hmm. So kawajibika kwanza ni, ni, ni bunge itupatie hela zetu tufanye kazi, ndipo sasa useme kwanza, je mnafanya kazi gani? unaona ndio Yon. Hapo ukweli iko. Ya pili ni pia katika sheria lazima tufanye kazi katika sheria tukiwa, mm -hmm. so, na sheria ambayo inatupatia uwezo tutafanya. So ndio nakubaliana na wananchi wanasema, wana, wana ukweli, nakubaliana nao sikatai si, si, lakini pia lazima kuwe na taswira ya ukweli ambapo, je picha ikoaje nasi pia ambayo tuah kweli nakubaliana kwamba kila taasisi iko na kazi inatakana iajibikiwe na ifanye, mm -hmm. na ile shida tuko nayo kwa sasa ni kwamba hiyo kazi haitendeki kwa uhaki na kwa usawa, mm -hmm. Uh, kweli pesa zinapewa kweli, tunapata um, um, uh, uh, what we need to do kama, wacha mimi niongee kwa kidini kwamba tuko na kazi ambaye um, um, dini inatakana ifanye mm -hmm. na kwa sasa kwa vile nchi yetu inaendelea mahali ambapo si pazuri na wananchi wengi wako na uh, wanaamini uh, dini ya Kiislamu uh, ya Kikristo kama mimi na wale wengine, ningependa kusema hivi, yes hizi uh, taasisi ni kama kila mtu ako na nywele zake, akili zake mm -hmm. kwa hivyo kila mtu anakuja na, na, usawa, na uwezo kwa meza ili tupate usawa na ile uh, ile taasisi ambayo itaweka watu pamoja ningesema ni taasisi ya kidini ndio, mm -hmm. tuweze kukweli, maripoti yuko kuongea, tumeongea, lakini ile nafsi ya binadamu ile uh, uwezo wa kufanya um, uh, nia njema ya kutenda mambo ambayo yako sawa itakaa katika dini, na ndio nasema kwamba uh, nabii awe Mkristo awe Mwislamu awe mwingine uh, kazi yake ni kutangaza na mwisho kukemea. Aha. basi tunapokuja pamoja, hiyo nafsi ndio tunaweza kutangaza pale tuko sawa ama hatuko sawa, ndio tunakemea yale mambo yanatendeka kwa sasa. Historia ya TGRC imetuonyesha kwamba mambo yana uh, uh, pale tulikuwa ni pabaya uh -huh. na uh, ndio uh, kila institution ikawekwa, yika, ikakuja na uh, what to do na hizo maripoti tuko nazo uh -huh. kwa hivyo ile action ya kufanya Wacha uh, watu wa dini tukuje pamoja tuite hizi institutions zote pamoja tukae chini na hawa vijana tuseme, wacha sasa tu tutengeneze. Aha mm. uh, Imam, katika historia ya taifa hili dini imekuwa kimbilio la matumaini yeah. Wakati ambapo mambo yanaonekana yamekoseka, kama anavyosema Pastor Susi, wengi wanakimbilia kanisani, wengi wanakimbilia misikitini, ama mtu anakwenda kwenye hekalu. Lakini sasa hivi kuna hisia za uhasama na hasira. Haswa kwa viongozi wa dini. Ni nafasi gani sasa dini inaweza kuchukua kuleta uponyaji katika taifa? Ni nini haswa kinachopaswa kufanywa na viongozi wa dini kama nyinyi ili kurejesha ile imani, kurejesha ile matumaini ya Wakenya kwamba tunaweza kuwaamini hawa waweze kulielekeza taifa na haswa viongozi waweze kutekeleza yale ambayo wanapaswa kutekeleza? La msingi ni kwanza ifahamike kuwa siku zote matarajio, ile hope inapatikana katika dini. Kwa hivyo hata leo ukiamua kuwa e, utasusia dini ama baadhi ya viongozi wa dini wameonekana pengine kuwa kushirikiana pengine na serikali na serikali ndio yenye ambayo imedhulumu ama imekosa kupeana haki e, kwa wananchi Eh, lakini mwisho wa kila eh, kitu ama tunasema yote tisa kumi, mm. suluhisho narudi kwa dini mm. so kwa hivyo, kuna wale ambao wanajulikana ama wameonekana, eh, kuwa ni wenye kushirikiana na eh, pengine kwa njia moja au nyingine, lakini la msingi, kuna zile taasisi ambazo ni tajika zinajulikana, ambazo naweza nikasema zina ile eh, ile heshima yake Mm -hmm. E, zi, zi, zime maintain ile heshima yake. Mm -hmm. Na hizo ndio taasisi ambao tunatakiwa kuzitegemea taasisi za dini kuwa ndio ambao watakuwa ni wenye kukaa chini na kuwaleta sasa wale washikadau wote. Mm -hmm. Kuleta vyombo ama taasisi za serikali na vyombo vya serikali pamoja na raia na kukaa chini kusema, ndiyo mazungumzo yamekaa, yamejadiliwa na kuna hizi ripoti zote, so kwa hivyo, what's the way forward? So hilo ndio ambalo linakuwa lenye kuhitajika. Nataka niendelee na huo mdahalo wa dini, kwa kuelewa kwangu swala kama kanisa linajengwa na wale waumini wa kanisa hilo. mm -hmm. Lakini sasa hivi tunaona ni viongozi wa kisiasa wanakwenda, leo yuko kanisa hili, kesho yuko kanisa hili, kesho kesho ama kutu, yuko kwa msikiti huu, natoa milioni mbili kwa msikiti huu kujengwa, natoa milioni tatu kwa kanisa hili kujengwa. Milioni, yani kwa wiki unapata kuna mamilioni ya pesa yanayotolewa kwa makanisa na hawa viongozi wa makanisa wanashabikia waumini pale pale kwa kanisa mm -hmm. Unawasikia wakishangilia hizi pesa mm -hmm. Zinapotajwa tukiendelea na mkondo huu, je, yeah. Dini itaweza kusuluhisha uh, Danvas? kabla ya susi hapo <laughs> <laughs> umesema ukweli. Unajua eh, katika nchi ya Marekani kuna mm -hmm. kitu inaitwa separation of, of, of church and state mm -hmm. na huku Kenya hatuna hiyo kwa sababu dini na, na, kwa kwa katiba inapaswa kuwa inafai. Iyo, inafai lakini haiko. <coughs> <coughs> Eh, kanisa na na serikali wanasi <coughs> ni wanasiasa, tuseme hivyo, ni kama kitu moja, ama dini ni kitu moja. Na na kuna wakati ambako kwa historia ya Kenya eh, in the 90s ambapo kulikuwa na viongozi ambao wao walikuwa mstari wa mbele wa kupigania haki nakusimama kwa ukweli. Kina Njoya walikashifu serikali wakasema, hapa umekosea, ile mkono umeenda si mzuri, enda hivi. Kwa sababu nabii nabii kama amepewa pesa na serikali ama na wanasiasa, je, atakashifuaje hawa wanasiasa ama hiyo serikali? Unaona, lazima tukuwe pia, ambapo unasema kwamba mimi kuna, kuna, kuna, kuna msemo ambao unasema kwamba unaona na ni ukweli kwa, lazima, kwa, lazima, tukue, kwamba, lazima tukue na tufuate katiba yetu ya Kenya kwamba lazima tukue nayo separation kwamba dini ni iko hapa, serikali ama wanasiasa ko hapa ndio, ndio kama ni wanasiasa ama viongozi wakienda mrama eh, viongozi wote wa dini wa imams wa, wa wahubiri waseme kwamba hapa hey, menda njia sio sio kama kama, kama kwa mfano kama, the Conference of Catholic Bishops wao mm husema -hmm. wow, kila kwa dhati na ukweli, wasema hapa umekosea, hapa umefanya hivi na, na lazima tukue wa uh, ukweli consistency wakifanya mazuri ndio nasema pia tufanya nini nzuri, tuende hivi. Serikali yamefanya mzuri, wapige makofi, hiyo njia umeenda ni zuri, kwa sababu si -sik -sik kila saa wanasiasa ama viongozi wanakosea. Kuna pia vitu wanafanya vizuri pia, tunasema ukieneleao vizuri. Tukifanya hivyo tu, kama nchi tunasonga mbele, lakini kama kuna hiyo uhusiano katika siasa ama viongozi na dini, hatutasaidika kwa sababu je, nani atakosea mwingine? Nani atakosea mwingine? Kwa sababu katika wajibika wanasema lazima kuwajibika, eh, eh, ni viongozi wa dini, kama ni nabii, kama ni mobiri, kama ni, ni imam wanajukumu Yeah, kusema na ukweli katika vitabu uh, uh, uh, uh, uh, uh, zao kuseme hapa, twende hivi twende hivi mm -hmm. Na wahubiri kwa ukweli, kwa sababu wao ni, ni kazi yao kutoa mwanga katika uh, pale kuna giza katika nchi yetu mm -hmm. Wacha tusemezane, nikubalie. mm -hmm. Tusemezane. <laughs> yeah. Mambo uh, naona mambo ya pesa tena katika makusanyiko yetu ya makanisa tena yameanza, ndio tunaongelea kwa sasa mm -hmm. uh, kweli, pesa ni tamu, pesa ni tamu pesa ni kitu tunahitaji ili tuendeshe miradi yetu kanisani na tubadili, baada ya kupeana chakula cha roho, pia chakula cha mwili ni lazima. Kwa hivyo kusema kwamba uh, pesa isiingie kanisani, wacha, wacha nitamalizia, nita hapo, na niseme kwamba hivi, uh, politician mtu wa siasa akiingia kanisani, uh, mtu ambaye anafanya NCIC akiingia kanisani kazi yetu ni kuwapokea watu wa dini, tunapokea kila mtu maanake lile kanisa ni la kila mtu mm -hmm. Unapokuja pale ukitoa sadaka yako, tunaipokea mm -hmm. Shida ni kwamba mkono wa kulia usijue ule mkono wa kushoto mm -hmm. inatoa mm -hmm. Again naenda pale kwa nia ya binadamu, unapotoa zile pesa alafu unajiglorify, unaji unajiweka kwamba wewe ndio uh, wakusema wewe ndio uko na hizo pesa hapo papo ndio shida inatokea. mm -hmm. Lakini kuleta zile fedha kanisani ili kazi ya Mungu itendeke kazi ya, ya, ya, ya, ya Mungu itendeke pale, hapana shida, lakini kuna wale ambao watauliza hizi pesa zinatoka wapi? mm -hmm. Na hilo ndio ndio swali ambalo sasa ni kweli wengi wanauliza. Kitu cha kwanza, eh, eh, na tuzungumzie kiwazi kwa sababu ndio hayo ambayo tunazungumzia, ukweli na haki tunajua wanasiasa wetu e, na mara nyingi licha ile mishahara wanaopata e, lakini ukipiga hiyo hesabu ulinganishe hizo sijui milioni mia moja kila wiki haziwezi zi zikatali na mishahara yao, so kwa hivyo unakuta pia ni watu ambao unakuta pia ile source ya ile income yao kidogo iko in question, na hata kama tuseme ni, eh, ni pesa ambayo inatoka kwa serikali, kuna miradi mingi ambayo imelala ambayo ingekuwa imewekwa kipaumbele so kwa hiyo, na tunajua ile si kuwa ni kweli eh, hizi taasisi eh, makanisa, misikiti inahitaji fedha iweze kuendeshwa, lakini si, eh, si pesa zile ambazo zinakuwa ni za eh, za ufisadi za rushwa na nini, na wakati mwingine zinaletwa si kuwa zisaidia ile miradi, ndio sura ya taswira ni isaidie ile mradi lakini pia kwa upande mwingine, ile the the attached strings ni kuwa eh, ni kutuzima sauti na ndio maana utakuta sasa, si sana, sio wengi, utakuta pengine ni taasisi moja ama nyingine, ndio hao, ndio ufanya nini, huamua waende wazungumze, na utakuta wale wata kuzungumza, lakini wataonekana ni kwa kuwa hawa hawakupata bahasha yao, kwa hivyo ni wazungumze pia na waweze. Kwa hivyo unakuta tunabaki pale pale, lakini ikiwa tutasimama na haki na ukweli, wewe kama unatoa toa fungu lako lile ambayo tunajua kwa kiwango chako. E, hiyo ya ziada ya kuexagerate ndio tufurahishe, e, ndio maana katika msemo mmoja unasema kwa msemo wa Kiarabu man akala taama kastahi minka, mwenye kula chakula chako siku zote atakuonea haya, so mm. Akileta leo akikupa kesho anapo e, kiuka haki huwezi simama ukamwambia e, kuwa umekosea hapa, na ilahali unajua kuna milioni tayari ushakula na hata akikwambia regesha, huwezi, hauna pali ya kutoa Nambu. Kwa hivyo siku zote utakuwa mpole so kwa hivyo lazima tusimame na haki na ukweli katika yale ambayo tunayafanya na, na hiyo ndio ile hope ambayo tumetaja hapo mwanzoni ambayo dini ndio huwa imebakisha kwa watu, kwa sababu yote tisa watu watakimbia. Mm-hmm. Lakini mtu itakapomfika mwisho itakuwa ni sisi mimi na kizungumza kama imam. mm -hmm. Unaelewa, tuna deal na cases. Mtu atakukujia na, na hospital bill. mm -hmm. Kuna school fees, kuna nini, rent na vitu kama hizo. mm -hmm. Na unakuta Ola, hapa hapa ndio watakuja kukimbia. mm -hmm. Unaelewa, so kwa hiyo lazima ikaieleweke, mbona wale ambao ni wenye kuwajibika wasiwajibike upande wao. mm -hmm. n na, e, na sisi pia tuweze kuwajibika kwa sababu tuweze kupeana hiyo hope mm -hmm. si kwa raia peke yake hata kwa wale ambao ni wahusika kama viongozi kidogo na, na... <laughs> naarifiwa turejee bunge ili tuweze kusikiza mdahalo huu unaoendelea kuhusiana na, na uh, mswada huu wa Public Order Amendment Bill uliowasilishwa na Uh, mwakilishi wa kike wa kaunti ya Nairobi, Esther Pasares, ambao unanuia uh, kuleta mikakati katika maandamano na pia inazuia maandamano karibu na bunge na maeneo mengine yaliyoorodheshwa kwa sheria kama maeneo yaliyolindwa. Hebu tusikize. Aduma, should be the last one so that you we give you give like five or six minutes to wrap up because i think aluma's one was thank Th yeah. you chair chair i've listened to my colleagues and i've also looked at this proposed amendment coming in the heat of the events of the agencies of last week and uh, which has brought a lot of emotions chair from the leaders going with the current trends Chair, I want to say that Jesus once said that man was not made for law. And I've taken reference from the book of Timothy, chapter 1, verse 1 to 11. Chair, that book talks of that. It says that law was not intended for people who do what is right

i think the security of the united states was threatened there were very serious breaches of the law so i think we need to look at this issue very soberly and find the, a way that how do we instill moral values and virtues in our young children other than condemning them because when we talk about guns being robbed from a police station that's a very serious matter but then there's a law against that